Karibu sana mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya Das TV Online, na sasa tumekuja na tamthilia mpya iitwayo Das Kijana Mtunza Bustani. Kijana huyu anakumbana na milima na mabonde katika safari yake ya maisha, na moja ya milima mikubwa aliyokutana nayo ni hiki kitanzi: kupanda juu ya mti na kisha anatokea nyoka mbele ya macho yake, huku chini simba mkali akiunguruma. Je, atajinasua vipi na hiki kitanzi? Usikose kufuatilia tamthilia hii kwa kubonyeza neno subscribe, ili usipitwe na sehemu zinazofuata. Na sasa tunaanza na sehemu ya kwanza. Das ni kijana mdogo anayemiliki na kuitunza bustani ya migomba. Kila siku huzunguka kuhakikisha miti yake inaendelea vizuri. Siku moja, alipokuwa akitembea bustani, aliona mgomba mmoja umeinama kwa kuelemewa na uzito wa mikungu ya ndizi. Das akasema, ah, mgomba huu unaweza kuanguka, ni bora niutegemeze alichukua mti mgumu akawegesha kwenye mgomba kuuzuia usianguke. Lakini kabla hajatoka nyani mmoja akatokea kwa kasi. Nyani alipanda juu kupitia mti ule, kisha akavunja mkungu mmoja wa ndizi na kukimbia nao. Oh, kumi nimeweka gazi ya mwizi huyo! Das alihoji kwa mshangao, kisha alimkimbiza nyani huyo hadi juu ya mti. Das naye alipanda juu ya mti kwa kasi, lakini alipofika katikati kati, mambo mawili ya kutisha yakatokea. Juu ya mti, nyoka mkali alimtazama kwa hasira, usithubutu kusogea mbele. Chini ya mti, simba mwenye hasira alifika, akamgoja kwa hamu, shuka tu na kungojea. Nifanye nini sasa? Hapa juu kuna nyoka, chini simba, das akawaza kwa sauti ya chini. Wakati huo huo, paka aliyekuwa akikimbizwa na chui alirukia kwenye mti Nimechoka kukimbia sasa, ni vita, akasema huyo paka. Chui naye akaunguruma akajibu, nitakupata tu. Paka alikutana na nyoka, wakatazamana kwa macho ya tahadhari, huku chini chui alipokutana na simba, wakatazamana kama wapiganaji. Wakati mwingine maishani tunajikuta tukiwa katikati ya hatari kutoka kila upande. Ni ujasiri na busara pekee vinavyoweza kutuokoa.